askofu wa jimbo katoliki la Bagamoyo <laughs> washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, mapadre, walikwa wakuu wa mashirika ya kitawa na watawa wengine, mashemasi na waseminari, washemiwa na, wageni wa kiserikali, wapendwa waamini katika Kristo, Jubilei shirini shirini na tano, mahujaji wa matumaini, sisi sote tuko hapa leo katika tukio hili la furaha la kumshukuru Mungu kwa kusimikwa Mhashamu Stefano Musomba aliyekuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo.

na kuwako Mhashamu Askofu, na ninakutakia mafanikio katika kuanzisha utume huu. Hongera sana. Kama kunavyofahamu, Bagamoyo inajulikana kuwa mahali pa kihistoria si tu kwa Tanzania na Afrika Mashariki, bali pia kwa kanisa Katoliki kwa kuwa ni ushuhuda hai wa mwingiliano wa imani za kidini na maendeleo ya kijamii, unaotoa taswira dimu ya historia ya eneo hili

katika pwani ya Afrika Mashariki. Mahali hapa ndipo Ukristo ulianzishwa, kuimarishwa, kuendelezwa na kupanuliwa. Ni mahali ambapo watumwa kutoka sehemu mbalimbali walipewa mapumziko baada ya safari ndefu. Ni mahali ambapo wengi wao wao walikuwa wakiacha nyuma matumaini yao, mioyo yao, yao bwaga moyo kwani walipouzwa kusafirishwa kwa meli na kwa bahati nzuri, wengine walinunuliwa na wamisionari ili kukombolewa na kupewa tumaini jipya la uhuru. Kwa hiyo kwa umuhimu wa mahali hapa Vikarieti ya kitume ya awali ya Bagamoyo iliundwa tarehe kumi na moja wesi Mei mwaka elfu moja mia tisa na sita lakini ikatoweka tarehe ishirini na tano Machi mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu lilipoundwa jimbo la Morogoro.

utoa sehemu za mamlaka yao ya kiaskofu kwa ajili ya kuundwa kwa mamlaka hii mpya ya kiaskofu . Jimbo hili litaendeleza utume wa Kristo aliyekuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. una unaweza udirika katika dhuluma ya kijamii, chuki, ukosefu wa heshima ya, ututu, ya utu wa binadamu na kwa njia nyingine nyingi zinazojulikana kwetu sote, tukiwa mahujaji wa matumaini hasa hapa bago, Bagamoyo mahali maarufu sana pa hija, tudumishe moyo wa, wa misionari waliokuwa wakitoa uhuru kwa wa wengine, na na bado wanatupa nguvu na motisha inayotokana na imani yetu na kujikomboa kutoka katika aina yoyote mpya ya utumwa. Mhashamu Stephano Musomba, kuweka msingi wa jimbo jipya sio kazi rahisi. Kuna hitajika upiaico ubunifu, mipangilio, mipango ya kimkakati. Hayati Baba Mtakatifu aliona ndani yako uwezo huu na amekukuidi kachay muhimu. Takatifu Augustino katika kitabu cha kwanza cha maungamo yake, alipokuwa akiomba na kutafakari barua ya mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya kumi na nne alisema hili lakini watu wawezajia umwomba mtu ambaye bado hawaja mwamini na wata njie bila ya mubiri uku ukifanya kazi yako ya kufundisha ungosa na utakatifusa. Basi utiwe mojo na mtakatifu Augustino katika kuwatayarisha ra na kupendwa Mungu. Bila shaka, kwa kufanya hivyo, utafanikiwa kutekeleza miundo ya jimbo jipya ina inavyotakiwa na kanisa, hasa kwa kuangalia miongozo ya ndugu zako maaskofu na kutokana na mangamusi ya majimbo mengine, kwa hakika utaanza na kukusa imani ya kikatoliki kwa watu wako kama hatua muhimu, pamoja na kujenga miundo msingi iliyotajwa na kutekeleza mipango ya kimkakati kwa siku zijazo za jimbo hili jipya. Usiogope. Tafadhali kumbuka kwamba Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanajisumbua bure. Nikabidhi Mungu kazi hii ya kuunda miundo ya kimwili na kiroho ya jimbo hili kwa njia ya maombezi ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Kama ilivyo katika sherehe nyingine za furaha na adimu, nili ninafurahi ku kutambua dhamira ya serikali ya Tanzania kwa mshirikamano na ushirikiano na kanisa Katoliki. Ninatambua ushiriki mwingi wa baadhi ya wawakilishi wa serikali pia katika tukio hili kuanzia na Mheshimiwa Philip Isidor Mpango, Makamu wa Rais na mgeni rasmi, ambaye anaonyesha ushirikiano huu endelevu kati ya kanisa na serikali kwa ajili ya wema na ustawi wa watu. Wapendwa katika Kristo, kanisa si mabado linaomboleza kifo cha Papa Francisco. Watu wengi wamezungumza na kuandika mengi kutumaini uongozi wake katika kanisa Ayati mtakatifu Francisco alikuwa kubwa kubwa kwa kanisa katoliki la Tanzania. Alijibu ali mara moja mahitaji yetu ya kichungaji na ya kiutawala bila kukawia. Hili linajidirisha kwazi katika undwaji jimbo hili jike. Tuendelee kumwombea ili Bwana ampokee katika ufalme wake. Roho yake ipumzike kwa amani. Amina. Napenda kuwatia moyo mapadri, watawa na waamini kushirikiana na askofu wenu katika kuweka misingi mara ya jimbo hili jipya. Juhudi hii zira ishishwa na utajari wenu na uhari wenu wa kufanya kazi pamoja kama timu chini ya uongozi mahiri wa askofu Musomba, ambaye kwa mara nyingine tena tunamtakia huduma yenye baraka katika eneo hili zuri.